Chama ambacho hakina mpinzani wake anayekisukuma, ambaye kinamwogopa, kinasema kama tusipoangalia, kama hatukuwa karibu na watu tukajiorganize vizuri, tuta tutapoteza uchaguzi ujao. Chama ambacho kina hakika uchaguzi, hakina maneno, kinaweza kusema Selemani ana matatizo, lakini chama hakina matatizo. Chama cha namna hii unakijengaje? Unakipaje nguvu? na ni chama kinachotawala, si chama si chama kinacho cha mapambano. Hiki ni chama cha kutawala, ni chama kitulivu tu, hakina mtu nje anayekisukuma hivi. Kinapataje nguvu? Kinapataje moto? wa ndani unatoka wapi? <laughs> Hamna hakika nyinyi, sasa hivi hamna hakika kwamba kama kipo chama kingine mtakishinda nyinyi. Sasa hamna hakika hiyo. Kwa hiyo nyinyi sasa mnalindwa na sheria, sio kukubalika na wananchi. Unanielewa navyosema bwana? <laughs> Sasa napenda hilo mlifikirie. Hilo ndio ndio, kwa sababu hatuwezi, nchi haiwezi kuendelea inalindwa, inaongozwa na chama ambacho kina kukubalika kwake kunatokana na sheria, kwamba kama sheria isingekuwapo chama kile kisingekuwapo. Sasa lazima hilo mlifikirie kabisa. Lakini sababu ya kutosha kabisa CCM ijitazame kwa ndani.